Nataka niingie kwa shamba kidogo nipalie palie mboga huko chini, alafu nirudi. Wewe ingia, ina maneno. Okay, mimi niko busy hapa hivi. Haya, wewe nawe, bwana, bwanako anaenda kwa shamba. Wenyi hela, wenyi hela sikuli chamu kuleni chambo chamu kunda.

Uende kwa shamba. Kuna chukupei ukule. Unakaa kwa boma ufanyi kazi. Ati ya ujui kulima. Mungu mwamba liye, msenze yamba liye. Musa kuno na kukwa mwai na kuno. Uende kwenu. No hache wenye tese ya kwa biya kudia wali ya ta. Ama ufanye kazi. Hello bestie. Aki nyumbani na kumbi kumewaka mocho. Nyuma dayinlo uyu kila saa maneno maneno maneno, maneno kwangu.